Twiga Cement, kikubwa imekuwa ni slowdown ya kota uh, kota, first quarter results. results za miezi mitatu ya, ya mwaka 2024 kidogo alionyesha kuna slowdown in terms of uh, ukuaji wa zile faida top line uh, revenues yani mauzo uh, lakini kingine unajua counter kama Twiga imekuwa kama uh, kampuni yenyewe kama yenyewe imekuwa kama imehit maturity uh, ukicheki hata uh, dividend payout ratio yake iko above 70%. Inakwambia nini? Inakwambia ni kampuni ambayo inakwambia kwamba uh, we have run out of ideas za ku, za, ku, za kuleta mambo mapya. Hivyo tunaona hela faida yote tunao tengeneza bora tuwarudishie nyinyi wawekezaji tukitekeleza tuki, tuki sheria ya kwanza ya corporate finance, maximizing shareholder value. Sasa, ukicheki lakini, vile vile, ni sekta ambayo competition imeongezeka Uh, there are Chinese companies ambazo zinafanya vizuri lakini zinalielewa soko la Afrika vizuri. Uh, lakini vile vile, positive side ni kwamba bado infrastructure in, in a major driver of the Tanzanian economy sawa. Kwa hiyo miradi ya kiserikali bado inaendelea kutekelezwa inaendelea kumalizwa, household income, nadhani huko mbele tutaona, uh, chini ya report tunaona kwamba kuna activity kubwa inaendelea kwa wa, wa, wa, wa, wananchi household, yani familia, uchumi wa kifamilia ambao huu, kitu cha kwanza familia ikipata ikipata hela, cha kwanza ni kujenga, unajenga na nini? Unajenga na simenti. Kwa opportunities bado zipo kwa kwa investor ambaye anatafuta consistent dividends, of course, of course Twiga is a no brainer, ni kampuni ambayo itakupa shilingi 390 uh, kwa mwaka kila, kila kwa mwaka ambapo rafri kwa bei yake hii sasa, hizi itakupa yield kama ya asilimia nane, which is fair, kwa sababu ukicheki real, ni juzi nilikuwa naongea na mtaalamu wa real estate, yield ya real estate Tanzania, yani return unaoipata kwa kuwekeza kwenye real estate, vezabi mtu unapompangisha kwa mwaka uh, return ni kama asilimia sita mpaka nane hivi. Kwa hiyo stress hiyo yote ya kugombana na fundi Michael unaweza ukayamishia Twiga pale kwenye simenti yenyewe bado ukaishi. Kwa hiyo it's still a solid company, very mature inalielewa soko la Tanzania, distribution network yake iko very strong, ni inaji vilevile, nadhani iko kwenye upande wa kujirevamp, kwa sababu moja changamoto ambazo zilitajwa upande wa Twiga ni ni cost of production, kwa sababu holding company yake kubwa inataka kwenda kwenye mambo ya ya kuwa rafiki wa mazingira. Unajua production ambayo ni rafiki wa mazingira, sasa ile kidogo iko costful. Unakutana na mchina huko anatumia coal makaa ya mawe kuzalisha simenti, ya ajali kuhusu mazingira mtajijua.